Lakini mwanadamu ni mtu wa maajabu sana. Binadamu uona, una wazi kabisa, sigari imeandikwa hmm? ni mbaya kwa afya yako hmm? na mwanadamu ajali, anavuta tu anavuta tu. Kija kwa pombe, pombe pia nayo ni mbaya kwa afya yako hmm? na bado watu wanakunywa tu watu wanakunywa tu. Hmm? Anakuambia pombe ni mbaya wapi sijui nini eh? kwa nini usi... mbona usiwe uraibu wa kula hmm? mbona unasema kipata pesa zangu, mimi nachoma nyama hmm? Hmm. Ama nachemshiwa samaki kunywa supu. Kwa nini usifanye hivyo? Ukipata pesa unaenda kwa pombe kalikali, hii kali. Imeandikwa sasa ni mbaya kwa afya yako, na hata utambui wataka kuletea shida mtani, si ndio? Sisi tuko hapo tu e, ikikudhuru tuko hapo tunakusubiri bila ya wasi wasiwasi, mm.